Wiki hii sisi ni wiki ya uh, huduma kwa wateja. Na wateja wakubwa wa TRA lakini wa nchi yetu ni wananchi, wafanyakazi, wafanyabiashara ambao ndio wanachangia maendeleo ya nchi. Kwa hiyo kwenye wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa wa madini hiyo wateja wetu sisi kwa tumekuja, kwanza nimekuja kuwaona, lakini kubwa zaidi nimekuja kuwashukuru sana kwa namna ambavyo mnatoa mchango wenu wa kulipa kodi. Asanteni sana. Uh, takwimu zimeonyesha nachangia asilimia saba ya, ya mauzo kama Mrabu, kama royalty ambayo ameizungumza hapa ni karibu bilioni kumi. Mnachangia asilimia mbili kama kodi ya withholding tax, lakini mnachangia city service levy kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo mchango wenu ni mkubwa sana, na kwa kutambua hilo ndio maana tunasema asanteni sana kwa kulipa kodi mnazostahili kwa hiari. Asanteni sana nimekuja <coughs> pili kuwahakikishia. Nimefurahi, uh, nyie wenyewe mmezungumza hapa kwamba TRA imeboresha huduma imesogeza huduma. Nimekuja katibu na wenzako kuwahakikishia kwamba tulichofanya tunaona bado, e, kwa kushirikiana na nyie tutafanya zaidi ya tulichofanya ili e, kuboresha huduma katika soko letu. Leo mnaye e, mmoja mtumishi, ukimuona hatoshi tutaongeza na mwingine. Kwa hiyo nataka niwahakikishie, napita nione kidogo kwenye ma, kwenye maduka, lakini kuna watu wangu na wenyewe wanapita waone changamoto ndiyo maana sikutaka kuongea mpaka nisikie una changamoto zipi. Ninafurahi kwamba uh, inaonekana hamna changamoto sasa, lakini mimi nilivyoona uh, zita kuwepo ambazo sio lazima tuzitaje hapa, tunatafuta namna ya kuzijua. Nataka niwahakikishie, tukizijua ii nakuwa mstari wa mbele kutafuta ufumuzi wake, ili soko hili liwe kubwa zaidi, ili watu wauze madini hapa, manake kusiwe na magendo, kusiwe na magendo ya madini. Ikiwa na magendo ya madini, manake yanauzwa nje na sisi moja ya kazi tunayofanya pia ni kuzuia mageni kupitia idara yetu ya forodha. Nafikiri hapa hamna mageni, ndo maana wajazungumza katibu, maana yake mauzo ni mengi zaidi. Lakini nataka nikuhakikishia kama yatakuwepo, hujayazungumza tutakaa tuone namna gani tunadhibiti zaidi ili kwa kiasi kikubwa biashara za madini ya wachimbaji wadogo wadogo zifanyike kwenye masoko kama ambalo soko letu hili. Kwa hiyo la kwanza nataka niwahakikishie, lakini nimekuja pia kuwaahidi kwamba sisi TRA tutashirikiana na taasisi zingine ili kulifanya soko liwe active zaidi lakini na wafanyabiashara ambao wako hapa wapate faida, wakipata faida ili waendelee kushiriki zaidi kwenye soko. Kwa hiyo shirikiana na wenzetu wa wizara ya madini, nashirikiana na halmashauri, lakini TRA tutakuwa mabalozi kwenu wa zile changamoto zenu, popote pale zinapotakiwa kwenu, na sisi tutashiriki kuhakikisha zinatatuliwa. Mtakuwa mmesikia kwamba moja ya kazi tunayofanya sasa hivi ni kuwezesha biashara zikue. Tumeanzisha madawati ya kuwezesha biashara, na moja ya biashara ambayo inapaswa iwezeshe ni biashara ya madini, na hasa inayofanywa na wachimbaji wadogo wadogo wakati na hata wakubwa. Nilianza kwa wakubwa, leo nilikuwa Bulyanhulu, ndio tumetoka sasa hivi, kesho naenda Geita, nikasema ni lazima nije na kwa wadogo. Mimi nimekuja hapa kwa sababu najua kanda hii ni kanda ya madini, na hatuwezi kuimarisha na kuwezesha biashara ya madini bila kuwezesha wachimbaji wadogo wadogo na masoko ya madini tuliyonayo. Kwa hiyo, meneja, kwa sababu na hapa tuna dawati, mimi niwaombe mwenye kiti na katibu na mabrokers na madealers, mpange kikao kingine ambacho, uh, mtakutana, muwe wazi, mweleze vitu vyote ambavyo mnafikiri si lazima viwe vya kodi si lazima viwe vya TRA, vyo vyote ambavyo vikifanyika biashara itakuwa, tueleze sisi, tutakuwa mabalozi wenu wa kwenda kuyafanyia kazi. pingine <coughs> ninalotaka kuwahakikishia, sisi tunawaamini sana wafanyabiashara wote, hatuwaoni atu, katibu, katibu, katibu, hatuwaoni kama ni wakwepa kodi tunawaamini kwamba mnalipa kodi vizuri na tunataka kuiendeleza hiyo imani. Kwetu sisi, mlipa kodi analipa kodi zake vizuri mpaka pale tutakapombaini kwamba halipi kodi, anakwepa kodi. Lakini kabla ya kumbaini, tunamuona analipa kodi vizuri. Sasa kwa sababu tunawaamini hivyo ameonyesha hapa mnalipa kodi vizuri, waombe sasa muendeleze hiyo imani wa kulipa kodi.